Hii ni orodha rasmi ya wachekeshaji kumi bora wa Tanzania, au ukipenda top 10 comedians in Tanzania. Wengine tayari wameshinda tuzo kubwa, wengine wanatuvunja mbavu kila siku kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok, Facebook na YouTube, na mwingine ndio balozi wa DSTV Tanzania kwa sasa. Tutaanzia nafasi ya kumi hadi nafasi ya kwanza. Hauna budi kuandamana nami hadi mwisho wa video hii, manake nafasi ya kwanza itakushangaza. Nafasi ya kumi ni Masanja Mkandamizaji. Masanja Mkandamizaji ni mchekeshaji mkongwe na maarufu nchini Tanzania. Alianza kazi ya uigizaji mwaka 2005 na na amekuwa sehemu ya kipindi maarufu cha runinga cha Original Comedy kinachorushwa na TBC1. Mbali na uigizaji, Masanja ni mchungaji na mmiliki wa kanisa la Mito ya Baraka jijini Dar es Salaam. Pia ni mfanyibiashara mwenye uwekezaji katika sekta ya burudani, migahawa na kilimo. Nafasi ya tisa ni Joel Master. Joel Master ambaye jina lake halisi ni Juma Omari ni mchekeshaji aliyepitia changamoto nyingi mno kabla ya kufanikiwa. Alikumbwa na matatizo ya kifedha na kushindwa mitihani ya shule lakini hakukata tamaa. Mwaka 2021 alijiunga na tamthilia ya Jua Kali na kuanza kujulikana zaidi. Amekuwa akifanya maonyesho yake binafsi ya vichekesho ikiwemo Joel Master Comedy Special iliyofanyika huko Milimani City. Nafasi ya nane ni Ndaro TZ. Ndaro TZ ni mchekeshaji anayejulikana kwa skiti zake za kuchekesha na uhalisia wa maisha ya Watanzania wa kawaida. Amevutia watazamaji wengi hasa kupitia YouTube, TikTok na Facebook akiwa na mvuto wa kipekee kwa hadhira ya mtaa. Nafasi ya saba ni TX Dula. TX Dula anayejulikana kwa skit zake za kuchekesha kwenye mtandao kama Instagram na TikTok, ameibuka kuwa mchekeshaji bora wa kidijitali kwa upande wa wanaume, akivutia watazamaji wengi kupitia maudhui yake ya kuvutia. Nafasi ya sita ni Steve Mweusi. Steve Mweusi ni mchekeshaji maarufu sana kutoka mitandaoni hadi majukwaa makubwa. Ametambulika kwa uwezo wake wa kuchekesha na kuchokoza hoja zenye uzito kwa jamii. Ni kipenzi cha vijana wengi wa mjini na mashabiki wa mtandao kama TikTok, YouTube na Facebook. Nafasi ya tano ni MC Eliud aka Mr. Sukari. MC Eliud anayejulikana pia kama Mr. Sukari ni mchekeshaji anayejulikana kwa stand up comedy yake inayochanganya akili na mbavu. Alishinda tuzo ya Best Male Stand Up Comedian mwaka 2025, huku akitambulika kwa staili yake ya ucheshi wa kitaani wenye mafumbo na ujumbe mzito. Nafasi ya nne ni Nanga aka Babu Kaju. Nanga, anayejulikana pia kama Babu Kaju, ni mchekeshaji maarufu kwa ucheshi wake wa papo kwa hapo na tabia za mtaani. Ameshinda tuzo za mchekeshaji bora wa kiume mwaka 2025, huku akitambulika kwa uwezo wake wa kuwasilisha ucheshi unaogusa maisha ya kila siku ya Watanzania. Nafasi ya tatu ni Asma Jamida. Asma Jamida ni mtoto wa kike ambaye ni mchekeshaji. Ameleta mapinduzi makubwa katika tasnia ya vichekesho nchini Tanzania. Kwa zaidi ya miaka mitano iliyopita, amekuwa akivutia mashabiki wengi kupitia skit zake fupi na ushirikiano na wasanii wengine maarufu kama akina Kicheche Makoti. Kwa sasa ana zaidi ya wafuasi laki mbili kwenye mtandao wa Instagram. Nafasi ya pili ni Lucas Muhavile aka Joti. Joti ni mmoja wa wachekeshaji wa zamani na maarufu sana nchini Tanzania. Alizaliwa tarehe 9 Julai mwaka 1982 katika mkoa wa Morogoro, wilaya ya Ulanga. Alianza sanaa ya uigizaji akiwa mtoto na kujiunga na vikundi mbalimbali mbali vya uigizaji kabla ya kuibuka katika kipindi maarufu cha Ze Comedy. kwa sasa anaigiza katika kipindi kiitwacho Mwantumu kinachorushwa na Maisha Magic Bongo. Alafu nafasi ya kwanza ni Leonardo Butindi. Leonardo anayejulikana pia kama Lafson Leonardo ni mchekeshaji maarufu aliyeibuka kuwa mmoja wa wasanii wakali wa vichekesho nchini Tanzania. Alianza taaluma yake mwaka 2017 baada ya kuhamishwa na onyesho la Eddie Murphy. Mwaka 2021 alishinda shindano la Cheka 2. na tangu hapo amekuwa akitamba katika majukwaa mbalimbali ya uchekeshaji. Mwaka 2024 aliteuliwa kuwa balozi wa DSTV nchini Tanzania, akiwa kama msanii wa kwanza mchekeshaji kupata nafasi kama hiyo. Pia alianza jukwaa la kufunza mitandaoni linaloitwa Learn with Leonardo linalotoa mafunzo katika maeneo mbalimbali kama AI na programu za kompyuta. Lakini je, kati ya wachekeshaji hawa kumi nani unadhani ana nafasi kubwa ya kuwa superstar wa Afrika Mashariki nzima? Niachie kwenye comment section. Sasa hivi wanawake tunazuga ba tunazuga tunakunywa maji kama tunadozi, kumbe hamna loloti. Tunatega nyimbo. Sasa hivi unakuta mtu anaelezea story unapata picha kabisa. Cheki Feruzi, Feruzi anakwambia saa saba juu ya alama saa nikiitazama, hmm? Unasema ilikuwa saa saba jua la utosi hiyo saa liitazama nimesha